Pongezi kwa umoja wenu huu mliokuwa nao. Kwa kweli, jambo lolote ili lifanikiwe linataka umoja, na mimi leo nimefarijika kuona wana, wa, wana diaspora wa UK mna umoja, na nimepata kabla ya mkutano huu kuzungumza na viongozi wa jumuiya mbalimbali nimeona jinsi mlivyoshikamana. Hongereni sana. Tunatambua mchango wenu mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu katika maeneo kadhaa. La kwanza ni eneo la kuwa mabalozi wazuri kwa kuisemea nchi yetu. Mnafanya promotion nzuri kwenye upande wa uwekezaji, mnafanya promotion kwenye upande wa utalii, lakini kiujumla, tunazo taarifa kwamba wanadiaspora mmekuwa mabalozi wazuri wa nchi yetu. Tunasema asanteni sana kwa hilo. Asante sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kumlaki raisi wenu kuja kuzungumza nao, kwa kweli tumefurahi na tumehisi kupendwa, asanteni sana. Lakini mimi pia binafsi kama mke wa rais na nina foundation yangu inaitwa Zanzibar Maisha Bora Foundation, nasema na wakaribisheni wote kuweza kufahamu zaidi tunafanya nini lakini maeneo machache tunayojikita ni katika women empowerment. Tuna support wa mama wakulima wa Mwali. Tuko katika mambo ya afya, ambapo tuna promote healthy lifestyle living, eh, communicable diseases kuzicontrol, na tunafanya health camps za bure, ambapo tunapima watu vitu mbalimbali. Tuko pia tunapigana eh, vita dhidi ya gender based violence. Um, in a nutshell, hayo ni mambo tunayofanya nayo. Na issue ya malnutrition nutrition, ni issue ambayo tunaichukulia very serious Zanzibar, kwa sababu tatizo ni kubwa. Stunting ni 17%, ni tatizo kubwa, anemia inaiandama jamii yetu, maternal mortality rate bado ziko juu. Kwa hiyo tunasema, tunaomba tushirikiane yote, kwa yoyote yanayoguswa kwa maeneo hayo. Basi tuonane zaidi ili mweze kutusaidia, tunawakaribisha sana. Asanteni sana.